Ufugaji wa kuku wa kienyeji katika kaunti ya Busia unatarajiwa kuimarika zaidi baada ya serikali ya kaunti hiyo kutia saini mkataba wa maelewano na shirika la kimataifa la VSF Suisse, ili kukabiliana na upungufu wa kuku ambao wanaohitajika kwa wingi. Ni mradi wa shilingi milioni 20 ambao unalenga kuwainua kiuchumi na kuwasaidia wanawake na vijana kuwa bora zaidi katika ufugaji kupitia uimarishaji wa thamani ya nyama na mayai ya kuku wa kienyeji. Afisa mkuu wa idara ya kilimo, sekta ya mifugo huko Busia Masi Imo, amesema kwamba wakulima watapata fursa ya kutangamana na wataalam na kupata suluhu ya changamoto za ufugaji kuanzia kwa malezi ya vifaranga ili kuwezesha kufikia malengo yao ya kiuchumi. Na tuko hapa kuweka saini mkataba kati ya uh, gatuzi ama County Government of Busia na shirika la VSF Swiss. Uh, ni shirika ambalo ama ni project ambayo inakuja katika kaunti ya Busia ili kuendeleza masuala ya kuku wa kienyeji. Basically that's our entry point women and youths and I want to repeat women and youths because um, one reason is to build resilience among our vulnerable groups and we are also focusing on uh, inclusivity, leaving nobody behind.